Amesema timu hiyo ya wataalamu tayari imeshafika VIP Grumeti kwa ajili ya kutafuta kaburi na kuchukua vinasaba vya masalia ya Faru John na kisha watakwenda kwenye hifadhi ya Ngorongoro kuchukua vinasaba vya watoto wake kisha kuvilinganisha na pembe hiyo ili kubaini kama kweli pembe aliyopelekewa ni ya Faru John au la. Waziri Mkuu ametoa kauli hiyo wakati wa majumuisho ya ziara yake ya kikazi mkoani Arusha iliyolenga kukagua utekelezaji wa shughuli za maendeleo na kuona utoaji wa huduma kwa wananchi. Ameshaenda Grumeti kujiridhisha kama kuna kaburi la John Faru, lakini <laughs> hatuishie hapo tu, lazima tufuatilie na vinasaba vitakavyopatikana kwenye kaburi ili vihusishe na pembe nilionayo tutawafuata na watoto wa faru walioko kule shimoni ili tubaini kama ile tulioipata na vinasaba vya kaburini kwake na maeneo mengine vinaenda pamoja. <laughs> Nimeviagiza vyombo vya uchunguzi kufanya kazi kikamilifu na wako kazini na wanaendelea. Nataka eneo hili lazima tuwe wa kweli, kwa sababu tunapoteza sana nyara za serikali, tunapoteza tembo wetu holela tu, watu wanaamua tu, wakati mwingine nasema wameuliwa na majangili, wakati wewe sisi wenyewe watumishi tulioko humo tuna hujumu, alafu tunasingizia majangili kutoka t. Hatuwezi kukubaliana na utaratibu huo, kwa nataka tujiridhishe kama kweli utaratibu uliotumika ndio wenyewe, lakini hawa faru, serikali ilitoa fedha nyingi kuagiza faru kutoka Afrika Kusini kumleta hapa ili aweze kuzalisha faru wengine. Na tuliwawekea na alama. Lakini wewe faru alipoenda kule tuliambiwa mwanzo alionekana anaumwa, kaenda kapimwa, daktari akasema hana matatizo. Wakapima tena kwa mara ya pili wakasema hana matatizo. Kwa mara tatu amekufa. Alikuwa anaumwa lini? Daktari alikuwa wapi? Hakuna taarifa za kumpima tena ikaonyesha anaumwa na ikawa na process ya matibabu. Kwa yote haya Tutajua kupitia vinasaba ambavyo sasa ndio vinafuatiliwa. Waziri Mkuu alipokea taarifa inayoelezea utaratibu uliotumika kumhamisha Faru John kutoka hifadhi ya Ngorongoro kwenda kwa Black Rhino Sanctuary iliyoko kwenye hifadhi ya Grumeti Desemba 9 mwaka 2016, katika kikao kilichofanyika jijini Dar es Salaam.